Sikufurahi ukiwa na njaa, masikini kajikuta na iba, maisha ya dhiki, dunia ni maya, kwa changamoto nimezidia, mtoto wa mtaani

unaitaani ko kazi yako ni uizi, sindio? Si kazi yake ni kuiba ienda kaizi kwa hapa mtaani, sindio? Umeenda ukachukua hela za watu, sindio? katoto kadogo wapi? Hapa hakuna cha mtoto mdogo hapa. Anakula taili, unakula taili na mafuta. Sawa? aliyeibiwa naye na uchungu yani, hapa unakula taili, katoto kadogo gani unataka

Dogo tunakuchoma moto, unaleje wezi mtaani, na randaranda dunia tambara bovu limekata kamba sijui upendwa baba wala mama

Na shughuli yangu nataka niifanye saizi. Sijakuelewa? Nimekuambia hivi kamtoe je humo ndani, na shughuli yangu nataka niifanye, lakini mtoto kalala, nimpeleke wapi? Toka nje na mgeni wangu ya yani? Yaani, mimi na mwanao tutoke nje. Afu wewe na mwanamke mwingine mwingine ndani? Come on. Mama Jay, hapa sijawahi kuimba ngonjera bwana. Mimi hapa na shughuli zangu nataka nizikamilishe hapa. Kwa hiyo unagoma kumtoa Jay? Unaenda kumtoa. Yaani hivi huko si yes kwani unachokiongea wewe? Kwa hiyo naona mimi na hapa nachekesha sio? Yaani mimi nikupishi wewe na mwanamke mwingine ni kwangu. Mama Jay, sitaki kurudia mara ya pili. Nitakata makofi sasa hivi. Ah ah. Wacha ukumbavu ukamtoa Jay ndani. Kya,

Ndoa yangu inasumbua, matumizi hujaacha ndani, ukirudi ugopi, utatua unavuja damu, maumivu makali, unatufukuza tutaena wapi? Kila siku majela, hamoloni, mume wangu, kosa langu lipi? muda anajuliza wai mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujaacha ndani, huko ugopi, utatua, unavuja damu, maumivu makali, unatufukuza, tutaenda wapi? Kila siku majeraha moyoni. Mme wangu, kosa langu lipi? Kwa hapa. Jamani hey. Ah, huyu si anajifanya nani nyima huyu. Lazima nimuonyeshe jioni. Inabidi uje hapa tena ila, tusiongee sana mm, baby. Mm. Majirani wapa ni wambea wambea. Eh, okay, hey, nashukuru kwa penzi lako. Asante.

Ulikuwa wapi? Nilikuwa hapo kwa Mama Nuru mume wangu. Ulikuwa kwa Mama Nuru na mwanangu uko wapi? Umemwacha, bado kalala? Umemwacha mwanangu mimi kwa Mama Nuru wai? Umemwacha mwanangu kwa Mama Nuru kalala, kwa hiyo jana hivyo kutoa ndani kwamba ulale nje wewe ukaenda kwa Mama Nuru ulishindwa kulala hapa lakini mme wangu, jana usiku wa manane umetufukuza hapa, mimi na mtoto, ulitegemea niende wapi na baridi la usiku lile kweli? Yule ni mtoto wa kiume, haitakiwa mwanae katika mazingira ya kindezindezi, inabidi yule akomae kiume, ilibidi ulale hapa mwanangu, umeenda ume, ume kumlaza kwa Manuu unanifanyia haya yote. Yaani mimi nakufanyia wewe ndio unayenifanyia. Sikufanyii. Chanzo ni wewe. Chanzo cha haya yote ni wewe. Nikitaka haki yangu na ninyima. Hata kumleta yule mwanamke mimi nimefanya makusudi tufukuza, Mume wangu ni maneno gani ambayo unaongea mbele yangu? Lakini yaani unanilau mimi. We, nikitaka haki yangu wewe unaninyima, unasema sijui mtoto bado. Kwa mimi nikakuonyesha kama mimi nahitaji kupata haki yangu hapa kwenye ndoa, haujaja kucheza. Sasa inabidi nipatie haki yangu mimi Sasa. Sihitaji maneno mengi, kwanza umenikwaza sana. Ungelala hapa pana usalama mkubwa kuliko kwa Manu. Mwananga kirogwa mimi kwenye nyumba nimefanya mazindiko, hata umbwa tu aweza akabweka hapo nje, hakuna mchawi anaweza kukatisha kwenye ilianga kwa sababu ya kuwalinda nyie. Alafu wefo mnowea umechukulia hize Umeenda kumlaza mwanangu kwa mama nuru. Mume wangu, jaribu kuwa hata na chembe ya huruma kitegeme. Mimi na mtoto tulale hapa chini kweli? na ili baridi la usiku mbu, iyo ni mtoto mdogo bado. E wangu ananifanyia hivyo, lakini nakufanyia nini? hebu toka! Yaani wa uko ndani na mwanamke wako, mimi na mtoto wako tulale hapa nje? Kumbuka kubuka, ili damu yako, mume wangu. Sasa hivi namtaka mwanangu, Kimia!

Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. Tutaenda wapi? Kila siku majela hamoloni, mume wangu kosa langu lipi?

mboga gani? Sasa sina chungu na bamia. Sasa ni chungu na bamia? mimi natumiishe zaidi ya na miaka minne, unajua hivi vitu situmii. Kwa hiyo umeamua kunikomoa, sio? Hapana mume wangu, lakini hela aliyoniachia ndio ilikuwa inatosha hizi mboga? ndio nikomoa. umeshindwa kununua dagaa. Leo umeniachia shilingi 1000. Angalau siku nyingine wewe unaniachia shilingi 2000, najua jinsi ya kubajetia. Mkaa hamna, mboga hamna, nyanya hamna. Kweli 1000 ingetosha dagaa. Umeshindwa kununua dagaa za 1000 ukachemsha tu. Bora hata hapa ningechovia chovia, lakini huko nikomoa. Lakini iko hivi. Saizi na mimi nitakuwa nakula mgawani. Una siku hizi mbili. Mimi nitakuwa nakula mgawani mchana na usiku. Wewe kazi yako unakunywa maji. Mume wangu, kumbuka mimi nanyonyesha. Nawezaje kushindia maji? Wewe unanyonyesha mimi ndio nayetafuta hela hela. Kwa nini elfu moja ambayo umesema nilikupa, niyo ulitafuta? Sasa kwa unipikie kitabu cha siri. Sasa mimi nitabadilisha mboga baadaye. Tumefikia stage tunakuwa mwana sio? Hapana. Lakini na siku hizi. Mbavu sana. Mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani. Ni mtoto wa mtaani, nimekuja hapa kwambia nataka kurudi nyumbani baba. Nimechoka, nimechoka na manyanyaso, nimechoka mateso. Moyo wangu mekosa uvumilivu kabisa. Moyo wangu amemalilika sana baba

Baba, ni haki kweli? Kwa hiyo mtoto yuko, usiku wa jana ulikuwa usiku wa vita kwenye familia yangu kwao, mwanangu atakupata asaa kupumzika, nimemwacha hapo kwa, kwa jirani kalala. Kwa hiyo wewe unataka kwamba urudi urudi nyumbani nyumbani, huwezi ukarudi nyumbani kwa sababu mali ya mtu tumeshakula. Wewe unatakiwa cha msingi uende ukamtafute mchenga. Ukishamtafuta mchenga hayo mambo mengine ndio yatafuata, kwa sababu tuishakula mali ya mtu, Baba, mpaka nimefika hapa nimeishi hapa nilikuwa salama. Nimeamini kwako nilikuwa salama baba. Lakini wewe ndio unanirudisha huko nilikotoka baba. Baba, sirudi nyumbani mimi. Sirudi nyumbani mimi baba, sirudi. Nakupenda na kukupenda, ila sasa huwezi kukaa na mtu mwingine. Kisheria na tamaduni zetu uweze kumtafuta mchenga, ukisha mtafuta mchenga, afu mambo mengine yatafuata.

Ugomvi utatua, unavuja damu, maumivu makali. Unatufukuza, tutaenda wapi? kila siku majeraha moyoni. Mme wangu, kosa langu lipi?